Tukiangazia mengine ni kwamba kamati ya bunge kuhusu afya imeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai ya biashara haramu ya uuzaji wa viungo haswa figo katika hospitali ya Mediheal. Haya yanajiri huku wasimamizi wa hospitali hiyo wakijitetea kwamba wako tayari kwa uchunguzi ulioanzishwa na serikali. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge, baadhi ya waathiriwa waliojitokeza wamelalamikia kupokea vitisho na kukosa usaidizi kutoka kwa maafisa wa usalama. Siku sita baada ya waziri wa afya Aden Duale kubuni kamati ya kuchunguza operesheni zote za figo katika hospitali ya Mediheal katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kamati ya afya ya bunge pia imevalia njuga swala hilo. Kupitia kwa mwenyekiti James Nyikal, kamati imesema itakagua upasuaji wa kutoa na kupokea figo katika hospitali ya Mediheal, kuwepo kwa watalii wanaotafuta figo na kukagua sheria zilizoko kudhibiti sekta hiyo. Hospitali ya Mediheal imevunja kimya chake na kusema imesitisha operesheni za kutoa na kupokea figo kama ilivyoagizwa na kwamba hospitali hiyo imekuwa ikifuata sheria katika kazi zake. We are clean, our processes are clean, we have all the records to confirm that our processes are clean. We are asking the government come and auditors, the patients are there, we have the records, the patients are willing to come and testify. Lakini kabla ya uchunguzi kuanza, baadhi ya waathiriwa wamedai kutishiwa na kufuatwa na watu wasiojulikana, huku wakidai polisi wamefeli kuwalinda. Nikitoka senta nikuja nyumbani, hao watu wananifuatilia, wananifuata nyuma, wengine mwingine alikuwa mbele, wawili walikuwa nyuma. So mimi venye nilinotice kuna watu wananifuata mimi, nikaruka wana nikaingia kwa kichaka. Hata nimeshangaa kwa sababu nilipata mapolisi hapo wakanieleza, hiyo hiyo hiyo ripoti yako yenye umetuletea hatuwezi, ngoje OCS ndio atakuandikia OB ndio Mruthi nyumbani, nimeama kwa nyumba yangu, nimeenda ku, kuishi mahali ingine. Na baada ya kusema hii maneno kuna watu wananifuata na kuwa scared. kwa sasa wanataka serikali kuhakikishia usalama wao huku wakisubiri kupata haki. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Na tukigeukia mengine ni kwamba